Rais wa Marekani Donald Trump amesema Israel na Hamas wametia saini awamu ya ya kwanza ya mpango wa amani ya Gaza. Kundi la Hamas linatarajiwa kuwaachia huru mateka hivi karibuni, likisema mateka wa Israel walio hai watabadilishwa kwa karibu wafungwa elfu mbili wa Kipalestina. Israel nayo itawaondoa wanajeshi wake kwa njia iliyokubaliwa. Msemaji wa serikali ya Israel ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba Israel inatarajia mateka wake wataanza kuachiwa Jumamosi. Trump alisema hapo jana kwamba anaamini mateka wote walioshikiliwa huko Gaza ikiwa ni pamoja na miili ya marehemu watarudi Jumatatu. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu atakutana na baraza lake la mawaziri hivi leo Alhamisi ili kuidhinisha mpango wa kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa huko Gaza. Kundi la Hamas limesema katika taarifa yake kwamba limefikia makubaliano ya kuvifikisha mwisho vita huko Gaza, kukomeshwa kwa uvamizi, kuingia kwa misaada ya kibinadamu na kubadilishana wafungwa. Hamas pia imemtaka rais wa Marekani Donald Trump kuishinikiza Israel kutekeleza kikamilifu makubaliano hayo na kutoiruhusu kukwepa au kuahirisha kutekeleza yale ambayo yamekubaliwa. Tangazo la Trump linakuja wakati viongozi wa Hamas na Israel wakiendelea na mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja nchini Misri kuhusu pendekezo la amani lenye vipengele ishirini lililozinduliwa na Trump kumaliza vita vilivyodumu kwa miaka miwili. Trump alisema katika tangazo hilo, hii ina maana kwamba mateka wote wataachiliwa hivi karibuni na Israel itaondoa wanajeshi wao kwa mstari uliokubaliwa kama hatua ya kwanza kuelekea amani yenye nguvu ya kudumu na ya milele. Kundi la Hamas limemtaka Rais Trump na nchi wapatanishi kuhakikisha kuwa Israel inatekeleza upande wake wa makubaliano hayo. Wakati haya akiarifiwa, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amezungumza na rais wa Marekani Donald Trump na wote wawili wamepongezana kwa mafanikio ya kihistoria ya kutia saini makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza ambayo yanajumuisha kuachiwa huru kwa mateka wote. Ofisi ya Netanyahu imesema leo Alhamisi katika taarifa kwamba viongozi hao wawili walikubaliana kuendelea na ushirikiano wao wa karibu na Netanyahu amemwalika Trump kuhutubia Knesset. Wakati huo huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameyakaribisha makubaliano ya Israel na Hamas akitoa wito kwa pande zote kutii kikamilifu masharti yake. Guteresh amezihimiza pande zote mbili ziyaheshimu makubaliano yaliyoafikiwa.